Karibu kwenye kumbukumbu kumbu za hekima, podikasti inayochunguza maisha makubwa, majaribu ya kimya na mafundisho yasiyozeeka yanayoangaza njia zetu. Hapa kila simulizi ni chanzo cha nguvu. Katika kijiji cha zamani chini ya milima, aliishi fundi chuma. Mikono yake iliundwa na moto. Uso wake uliandikwa na muda. Lakini macho yake yalibeba subira, ya mtu anayejua kusubiri. Kwa miezi mingi alikuwa akitengeneza upanga. Sio upanga wa kawaida, bali upanga wa kudumu, wa kulinda, wa kuridhishwa. Kila siku aliuchoma chuma, akakipiga, akakipoza, akakiosha. Aliweka ndani yake maarifa yake, moyo wake na matumaini yake. Siku moja asubuhi, upanga ulipokaribia kukamilika, fundi alinyanyua nyundo kwa mara ya mwisho. Pigo lilikuwa kali kupita kiasi. Mlio mkali wa ghafla wa mwisho, upanga ukavunjika vipande viwili. Ukimya ukatawala karakana. Fundi alisimama bila kusogea, akilitazama lile jembe lililovunjika. wiki za kazi Usiku wa kukosa usingizi. Kila kitu kilionekana kupotea. Angeliweza kulalamika. Angeliweza kurusha vipande motoni. Lakini hakufanya hivyo. Aliketi. Akavuta pumzi. Akaangalia kwa muda mrefu. Kisha akatabasamu. Kwa sababu ndani ya mpasuko aliona kitu ambacho hakuwahi kuona. Mpasuko ulifunua muundo wa ndani wa chuma, udhaifu wake, msongo wake wa siri. Upanga haukuvunjika kwa bahati mbaya, ulivunjika ili kufundisha. Fundi akakusanya vipande, akayeyusha chuma, akakitakasa, akaondoa kasoro. Safari hii alifanya kazi polepole zaidi, kwa umakini zaidi, kwa unyenyekevu. Na alipotengeneza upanga tena, ulikuwa tofauti, rahisi zaidi, mwepesi zaidi, imara zaidi. Haukuwa upanga mzuri zaidi kuwahi kutengenezwa lakini ulikuwa upanga imara zaidi. Ndipo fundi akafahamu ukweli wa msingi: kile kinachovunjika hakijashindwa. Lazima wakati mwingine huvunjika ili kuonyesha kile kinachopaswa kubadilishwa. Sisi ni kama huo upanga, maisha hutuchoma ututwanga hututuliza, gafla na wakati mwingine e, tunavunjika. Mpango unashindikana, uhusiano unapasuka, imani inaporomoka. Lakini kuvunjika sio mwisho, nikio hutuonyesha udhaifu wetu, makosa yetu kile kilichohitaji kubadilika. Anayeogopa kuvunjika hubaki dhaifu, anayetazama hujifunza, anayekubali kuyeyushwa tena hurudi akiwa imara zaidi. Usiogope, mipasuko yako ndiyo inaandaa nguvu yako ya kweli. Nguvu ya kweli siyo ugumu ni kuelewa udhaifu wako mwenyewe. Amani iwe nawe. Asante kwa kusikiliza Kumbukumbu kumbu za Hekima. Ikiwa simulizi hili limegusa moyo wako lisambaze, e, kwa sababu hekima hukua inaposhirikishwa. Tutaonana hivi karibuni.